Wewe mtu anapotea mtoto wa kwanza, anapotea mtoto wa pili, mpaka wanafikia saba. Wewe arafisi, mbona watoto wako hawajapokea? Angepotea hata mke wako usingechangamka, au mume wako? Ni lazima watu tuchukue hatua. Haiwezekani mpaka tunaleta polisi kwa ajili ya oparesheni kutoka Dar es Salaam kuja kusimamia hapa, wakati hata hapo nao polisi wa kufanya operation, alafu hati kwa sababu na manyota. Wewe ni polisi hosileni Haiwezekani. OCD wa hapa yeye bado yupo, bado yupo, naye aondoke. Najua yuko hapa ananilinda, naye leo sio OCD hapa. Ni lazima watu tufike mahali tuwe tunawajibika katika maeneo yetu. Watoto saba wanapotea, hakuna kinachochukuliwa hatua mpaka tunaleta polisi wakina saba. Asikuja kufanya operation, upo na nyota zako, kuchukui hatua. Lazima uwajibike kwa matendo hayo. Wakina mama hao waliopotelewa watoto na familia wameumia, mkoa wa Njombe umepata doa kubwa. Siku nyingine yakitokea ya namna hiyo, mkuu wa mkoa unaondoka, DC unaondoka, DAS unaondoka, katibu tarafu unaondoka, mpaka mwenyekiti wa kijiji ikiwezekana na katibu wa CCM hijii na nani, wote wanaondoka ili kusudi tufike mahali tuwe tunachukua hatua haraka. Lakini...